Esperance, wana nafasi kubwa, labda wao wenyewe waitoe hiyo nafasi, lakini nafasi yao ni kubwa. Petro na Simba, Petro na Simba, hizo ndo mechi Kasi... mechi ya Petro na Simba, hiyo ndo mechi. Petro miongoni mwa timu za Sub-Saharan Africa ambazo zimekuwa zikituwakilisha vizuri kwa muda mrefu. Ndoto ya Simba ni kufika semi-final ya Champions League muda mrefu, Petro amefika hapo juzi, sawa alifika na alimtoa Mamelodi Sundowns robo finali, wakaenda semi final. Sawa, hao ni Petro. Petro ni godfather wa kandanda ya Angola, ndo klabu bora ya muda wote ya kandanda ya, ya Angola. Angola investment wameifanya kwenye timu yao, akenda pale kwenye timu yao unakuta hadi wachezaji kutoka Ureno kutoka maeneo mengine mbalimbali ya Afrika, hizo qualities zipo. Gharibu Mzinga, kundi la Simba ni kama lizungumzi sana, inaonekana kama Simba ana wepesi wa kupata matokeo kwa nature za timu ambazo amezipata. Eh, Gharibu, kwa namna ambavyo unazifahamu wapinzani wa Simba kwenye ile kundi, uh, yeah, <laughs> st eh, eh, inabidi iwe hivyo. kuna inavyotakiwa iwe, afu kuna kuchukua Inatakiwa iwe hivyo. Yaani ni ni aina ya mpinzani ambaye kwa Simba ana nguvu ya kuchukua alama sita kwa Stade Malien. Lakini wakati huo wow, unasema Petros na, hivyo so, anasema hivyo hivyo kwamba kwa yule Stade Malien ni kuchukua alama sita. Sawa, Esperance anasema hivyo hivyo. Sasa kama kila mmoja akisema hivyo hivyo, basi hizo sita wote mmeshazivuta. Kama mmeshazivuta hizo sita zote, malizaneni wenyewe. Sawa. Malizaneni wenyewe. Unalizungumziaje kundi la Simba ukijaribu kuwatazama na ni wapinzani wa aina gani? Ni uh kundi, uh, kundi, kundi fulani hivi uh, la wastani, sio jepesi sana, sio gumu sana, ni kundi la wastani. Na timu zenye nafasi ya kwenda robo finali kwa mwonekano wa lile kundi uh, ni tatu, kwa maana ya Esperance Simba na Petros Atletico de Luanda. Stade Malien naweza kuwatoa kwa sababu wenyewe ni timu ya project zao maalum. Yaani wana maisha yao, wana mambo yao, wana mipango yao. Labda iwe surprise tu kwenye football waje kutuonesha kitu tofauti, lakini ni timu ambayo imejikita kwenye, kwenye biashara. Yaani kwa sababu kananda ya Mali uchumi mdogo. Asa, kama uchumi ni mdogo wenyewe; kwa sababu Mali kuna talents nyingi, wanachukua wale wachezaji wana michuano hii kima ya kimataifa inakuwa ni platform ya wao kuonekana, alafu anawauza kwa hela nzuri. Ushanielewa? pale ndo alikotoka Jiki Jara ndo alikotoka Sadio Kanute Sawa? ndo alikotoka uh, Lasin Koma huyo Young African ambaye yeye msimu uliopita alikuwa group stage ya Confederation Cup. kwa hiyo ni timu ya namna hiyo so timu ikishakuwa hivyo unapokwenda kucheza na timu ambazo zina nguvu ya kufika hatua za mbele matimu makubwa unaona uh, so viazi hao kwenye hesabu unaweza kawatoa kwa namna moja au nyingine, ingawaje ni ni klabu kubwa, Stad Malien ni klabu kubwa uh, ndo klabu ya kwanza Afrika kucheza finali ya ligi ya mabingwa Afrika, wakati huo kitwa klabu bingwa Afrika, mwaka 64 65, Stad Malien anacheza na Orix Duala ya Kamerun na ndio anabeba ubingwa Orix Duala. Lakini Stad Malien mwaka 2008 2009, hapa walibeba kombe la Confederation ya Afrika, umeelewa, walicheza na Asfaxien finali. Kwa hiyo sio timu ya kuianda litindo kabisa, kwamba ndo awapo kabisa. Kuna namna atakuwa na haribu, yani inawezekani wao ndo akachukuliwa, kila mtu anayekuja achukue sita, haitokuwa ah, ah. yeah. hivyo, yes. Sasa nani ataharibiwa? Hilo ndo swali ambalo linakaa hapo. yeah. Lakini he? kuna swali uh, uh, uh, ni, ni kama watu wanahesabu experience, wameshampitisha tayari, lakini uh, vita kubwa ambayo inatazamwa ni kati ya Simba na Petro Atletico eh, kwa sababu uh, ya, ya, ya uzoefu wake ukongwe wake, namna ambavyo amekuwa akifanya, quality ambayo yuko nayo, level yake ni kubwa. Lakini haimaanishi lazima atatop pale. Ah, hapana. Anaweza kutop Simba, anaweza kutop Petro. Ingawaje sana sana naona ni Esperance na Simba ndo mmoja anaweza kutopo lile kundi uh, bila kumdharau Petro. Petro nawaheshimu, lakini hizo timu tatu nilizokutajia ndo zenye nafasi kubwa. Esperance ni timu kubwa, agent of African football, mabingwa mara nne wa Champions League. No way ya kuianda leo tukasema hawawezi kwenda. Yani waheshimu mpira, hata kama waheshimu Esperance, sio waheshimu mpira. Na ni timu ambayo uh, msimu jana umetolewa semi final, msimu nyuma yake amecheza finali So, mm -hmm. Sawa ina so so, sasa hiyo timu wewe unaitoaje hapo? Unasema haiwezekani, inawezekana lakini sio kirahisi hivyo. Sawa, sasa Esperance wana nafasi kubwa, labda wao wenyewe waitoe hiyo nafasi, lakini nafasi yao ni kubwa. Petro na Simba uh, Petro na Simba hizo hizo ndo mechi mechi ya Petro na Simba hiyo ndo mechi uh, Petro miongoni mwa timu za sub-Saharan Africa ambazo zimekuwa zikituwakilisha vizuri kwa muda mrefu, okay. Ndoto ya Simba ni kufika semi final ya Champions League. Muda mrefu Petro amefika hapo juzi. Sawa, alifika na alimtoa Mamelodi Sundowns, robo finali wakaenda, wakenda semi final sawa. Hao ni Petro. Petro ni godfather wa kandanda ya Angola, ndio klabu bora ya muda wote ya kandanda ya Angola. Angola investment wameifanya kwenye timu yao kenda pale kwenye timu yao unakuta wachezaji kutoka Ureno, kutoka maeneo mengine mbalimbali ya Afrika. Hizo qualities zipo ndani ya Petro. Sawa. Kwa hiyo ni timu ambayo uh, ina nguvu, ni timu ambayo msimu wa misimu miwili nyuma, unajua msimu uliopita Petro kuingia group stage, alitolewa na Manyema kwenye preliminary round. Nyuma yake kwa maana msimu mwaka 2023 2024 Petro aliweka rekodi ya Afrika kumaliza group stage bila kuruhusu bao. Sawa, kacheza mechi sita, ajaruhusu bao, ni Petros Atletico de Luanda. Sawa, sasa alitolewa kwenye robo finali, alitolewa na tukwisa Mazembe baada ya ngwena na nanye, akaenda nusu, akaenda kutolewa na Ahali. Sawa, lakini kama klabu inaweza kuthubutu kufanya hivyo misimu miwili nyuma, msimu uliopita ndo hey, kidogo tu wakatolewa hiyo klabu natakiwa uheshimu. Kwa hiyo Petro na Simba ni timu ambazo zina nguvu, yani zina nguvu ni mitimu ile, ile mi, mi, mi powerhouse kwa Sub-Saharan Africa kwa wakati huu, Petro na Simba sports club sawa. so, kwa hiyo hii mechi ni mechi bora sana kwangu mimi kwenye group stage. kwenye kundi la Simba mechi bora ni hii hapa ya Petro na Simba ya home and away ni mechi ambayo chochote kinatokea, iwe nyumbani, iwe ugenini, chochote kinatokea, ni mechi ambayo Simba anaweza kukusanya alama sita, umenielewa mm. Petro akijipindua, Simba anakusanya sita. Simba anaweza kukusanya nne, anaweza kukusanya tatu, anaweza kukusanya mbili, anaweza, anaweza asikusanye. Umenielewa? Yani kila aina ya matokeo naj kwenye hii mechi hapo, sawa. Ni mechi ambayo huwezi kuitabili kwa haraka, kwa sababu zimekutana na timu mabora. matimu ambayo matimu yanatokea katika ligi bora, Jirabola, ligi ya Angola, NBC Premier League iliaga hapa nyumbani. Ni miongoni mwa ligi bora za Sub Saharan Africa. Sawa? Kwa hiyo mimi binafsi hiyo mechi naangalia kwa jicho la kipekee sana. Sasa kati ya Petro na Simba, nani nani atambana mbavu Esperance? Ataraji. Iko hapo. Kwa hiyo Simba atataka kumwangusha Ataraji hapo. Petro atakumwangusha Ataraji Rwanda 11 November. Lakini uh, experience yule ambaye tulikuwa tunamsikia misimu mitatu misimu miwili nyuma bado yuko kwenye quality ile ile au kuna namna kidogo makali yake yamepungua? Msimu uliopita akacheza semi-final, msimu wa nyuma yake akacheza finali. Yeah, ingawaje waliwa kuchukua hadi ubingwa. Back back Back back. to -back, 2018, 2019, 2019, 2020. back to 2018, 2019, 2020. Champions Sana. Of course, yeah, wako mbali ndio maana nakwambia this ni tunaposema African Giants ndio pamoja na huyu 2018, 2019. Henis Badri yuko juu pale kasimama, sawa. Hapa katikati kuna Fausini Kulibali, kuna Frank Kom wanatengeneza double pivot hivi, wale wanaume wamekaa, wana wili, mmoja Kameruni mmoja mwa Esperance ya moto. Hiyo ndio ilikuwa Esperance ambayo ya kafu, unaiona, hao wanaume wanaondoka wa no, no, no, no. Kwa hiyo mimi binafsi uh, siwezi kwa namna yoyote ile, so afungwi, wanafungwa. Watafungwa. Ha, watafungwa lakini si, sisemi kwamba eti hawezi kwenda kwenda robo. robo. Hapo nitakuwa muongo. Mimi hapa nafasi ya kwenda robo. Gilberto bado yuko kule Petro? Eh, Gilberto yuko Petro. Si mchezaji wa Orlando alimtoa kwa mkopo akaenda Petro, yeah. Nadhani ah, sina uhakika kama amerudi hivi au yuko kule. Whatever. Lakini mchezaji mmoja hivi uh, impact yake ndogo bwana. Bwana St Stylish sana. Sawa. Mimi mimi mimi kazi yangu ya leo nimemaliza, lakini nataka nikuulize swali moja. Basi bwana ah, una, una data sana. Hapo umenitajia. Eh, Eh, data, data e, data yani na, data na, za za e, za football. football. Mm -hmm. finali hapa, alicheza stadium miaka ya ya sitini ngapi, experience wapi wapi, na na wapi, mm -hmm. unakaa muda gani kuandaa na utaratibu wako wa kutengeneza hizi data, u, u genius tu. Mimi nikishika simu tu tu hivi nikiangalia nikiona tu mara moja basi. Ah. Kwa nini mwaka 64 ilikuwepo Vitu viko vingi, ndio hivyo. Inategemea na memory yako, naipa vitu gani, ya kichwa chako nakilisha nini. Mimi kichwa changu nakilisha lisha sana vitu vina. Of course nakula vitu vingi, lakini kuna vitu nataka vikae, kuna vitu sitaki vikae, yeah. Kwa hiyo ambavyo nataka nikae, vinakaa vitu vinakaa, ndio maisha yetu yeah, maisha kila siku una vitu, you know, vitu sana. Yaani

nilikuwa uh, nafuatilia sana kufuatilia, unaelewa, unaelewa, kufuatilia mm -hmm. Leo wanacheza manyema na DC Motema Pembe, wao wameiweka hapa, mpaka sasa hivi mechi inatoka saa tisa kwa saa za Kinshasa DR Congo, masaa matatu mbele kwetu, itakuwa saa ngapi? Saa kumi, saa kumi na moja, saa kumi na mbili jioni, atakiwa ni nyumbani. Mimi naangalia mechi ya DC Motema Pembe na Eagles manyema, unaona, manyema ndo hawa wanakwenda kucheza na nani? Wanakwenda kucheza na Azam kwenye kundili Oh yeah. Sawa. Naenda kuiangalia hiyo mechi. Inaniuma kwa sababu juzi tumepigwa na Lupopo, TP Mazembe. Kuna mechi nyingi sana leo DR Congo zinachezwa, nyingine zishamalizika, nyingine ndo ziko live sasa hivi kama Eagles du Congo kwa uwanjani. Kuhusu ligi kuu hawa manyema, hivi utasoma, zipo articles utasoma. Ukitoka hapo, unauliza Kongo, kuna watu Kongo waishi hawaishi? Masokwe wanaishi watu. Unauliza, bwana hapo vita vipi? hapo bwana, hapa vita moja mbili tatu, moja mbili tatu. Kama una hela ya kwenda inakuwa vizuri zaidi, unaenda ukifika kule, unaona ndai, bwana, kumbe mambo ndio yako hivi, iko hivi. Bad luck mimi nimeenda nchi moja tu nimeenda nchi moja tu. <laughs> Ukiacha nyumbani nchi nyingine ilioenda ni moja tu. Bas. Bas, tena nilikuwa naitaka hiyo nchi na nikaenda. Nchi gani? <laughs> <laughs> DRC. nimeenda DRC, nimefika DRC ni nchi ambayo naifuatilia, nafuatilia ligi yao nini na vitu vingi. Nimefika airport inaitwa Njiri International. International. Aeroport International Denjili. Nimeshuka, nimechukua bolt zao. Wao wanaita yango. Tuka request pale, nikaingia. Nimetoka zangu airport, nikaenda mpaka eneo moja linaloitwa bandari. Bandari hapo ndo ile mitaa ambayo ametokea Werason, Jebe Mpiana, ametokea Fali Pupa. Shona? Mm. Nimetoa flani hivi, nimetotoa wasanii wengi sana wa Kongo. Ndio nilifikia hapo bandari. Fika pale uh, napigapiga stori na washikaji wawili watatu nini, unakupa experience ya pale na mazingira yalivyo nini, unajifunza kuhusu ile Kinshasa ilivyo. Nikachukua pikipiki nikawa naizunguka Kinshasa, hapo kishatoa dola kadhaa kwa ajili ya kuzunguka Kinshasa na pikipiki, kwa sababu na gari utoboi Kinshasa. Foreni yake hapa, mna foreni. Kwa hiyo unatembea, unatoa dola na vile ulipe pale Ehe, kwao unatembea sababu natumia dola na faranga. Kwao unatembea tembea, tembea ile unaona Kinshasa iko hivyo, okay. Kuna mwanangu mmoja akanichukua akanipeleka sehemu moja inaitwa Lingwala. Hapo tunapita rodi moja tuwa Lumumba. Lumumba road. Hiyo lu, Lumumba road ndio iko Patrice Lumumba. Amekaa pale, kaikawe lake, yani sio amekaa mwenyewe sanamu lake kubwa. Amekaa kaika mkono juu hivi kama Adolf Hitler. Limekaa hivi na pesa sasa, ah, huyo ndo Lumumba na Lumumba. Nikaenda sema naita Yu Arena. Sasa kabla ya Yu Arena, kuna eneo nimepita mkono wa kushoto, yule mshikaji wangu ambaye nimefuatana naye ananiambia, pale ndo tata Rafael. Ananiambia hivyo, pale ndo tata Rafael. Nikasema, ah we. Eri tata Rafael, mbona umeiongea kiwe vesi? Mbona mwongea kiwe raisi hivyo? Eh, Tata Rafael uweze kuongea kiwe vesi hivyo. Kama hebu tulia kwanza, tushuke. Kwa hiyo kabisa ushuke. Tukaenda pale tata Rafael.

Muhammad Ali alienda kupigana Zaire, alipelekwa na Mabutu Seseseko, ndo fight wa Zabanga ile ndo kupigiwa huo katika huo uwanja. Kwao mi nimefika ananiambia, yule ndo Tata Rafael. Kaniambia, wewe bwana wewe, Tata Rafael sio kuisemia juu juu, tunapita twende pale kwao. Tukaenda tukaangalia ule uwanja. Ah bwana wewe, huo ndo uwanja miaka mingi. Nimeangalia pale, baada ya pale tukaondoka tuka Tumeenda hivi kilomita kadhaa mbele mkono wa kulia. Anaambia angalia huko angalia kulia, kaangalia kulia, anaambia huo ndo uwanja Makti. Sawa, ndo uwanja mkubwa zaidi ya Rasim. Kaambia huo Makti usinielezee. <laughs> Miongoni mwa vitu ambavyo mimi maf, inabidi nifike nipige picha ni pamoja na Makti. Inabidi niuone uone. Kwa hiyo nimeuona ule uwanja li ni li likubwa shekhe, watu elfu themanini. Ni likubwa yaani ukifika tu wenyewe Mkapa unaona mdogo. Nilidude hilo. Kwa hiyo mi nikashuka, lile eneo linaitwa Lingwala. Kwa hiyo nikashuka nikaingia marti, nikaiangalia nikaomba, nika kwa masteward pale, wale wanaosimamia uwanja, security ya uwanja, nikawafata kamba bwana, mimi nataka niingie humo juu, sababu hakukua na mechi that day. Naomba niingie juu nikauangalie huu uwanja. Ikabidi nitengeze mazingira Kongo. Tena Kongo kitu ya bure lazima, yeah. atengeze mazingira, nikatengeza mazingira, nikapanda juu, nikawa na nimesimama juu, naenda kuangalia, Mungu si athumani bwana, nimepanda kule juu, Vita Club wako uwanjani, wanafanya training. Umeona? yeah. nasema da, okay, nikachukua simu yangu, nikawashuti Vita, wanafanya mazoezi, ndio yuko double double, ndo kocha yeah. na wachezaji wakina Yani wale wana traini oh, oh. wa pale zangu wamekaa, nimefurahi kweli kweli, nikatoka zangu pale nikaondoka. baada ya yeah. kuondoka, nikashuhudia game hii moja ya yeah. ligi kuu, wanatwanga pale wanatwanga na timu moja yeah, Mkuu sasa, ndo Bukavu dawa si hiyo. <laughs> vitu kuvijua sosi. <laughs> Bukavu dawa anatwanga <laughs> <Bukafudawa>, mi <Yeah. laughs> Mimi niko pale niko Tata Rafael na angalia ile game ndo king ya Limpanzu, ah, sasa. upande mpanzu upande Jonathan Kangalombo. lombo juu kule kasimama mpiana mozizi uyo uyo Mpanzu uyo uyo Ikangalombo mbaya aliondoka kwa mbuku juzi. Uyo uyo Jonathan Ikangalombo ili Mpanzu naangalia gemu, mwimba isala mwimba isala, naenda Ufaransa huko jona, angalia pale nje nimetulia pale juu kwa anji, naangalia vita kwa mtu na mwana Mpanzu laa, ujamaa ujamaa ni hatari. Of course alikuwa anamjua before, lakini mtu atakumuona nani atakata raha. Tata Rafael anafanya majabu yake king yali da kwa nae Nadaiwa viwanja vingi Afrika, nadaiwa viwanja vingi sana Afrika. Mungu anipe uhai uzima, kwa maana ya afya na kipato, na kipato. Viwanja vingi vya Afrika vinadai, yani kuna viwanja hivyo nikikutajia sosu, nasema huyu uh, uwanja huu, umeona nini hapa? Nikutajia tu stadio Dozimpeto, nataka nifike, wewe utajiuliza sasa, Dozimpeto uko wapi? Na umeona nini? Zimpeto. Naameona hiyo Maputo hapo. Maputo? Maputo? Hapo nyuma hapo. Kushukuru sana. Sana. Shukrani oshruenye kwenye kundi la Yanga eh, kwenye kundi la Simba shatajia mechi yako bora kabisa ambayo unaisubiri. Yeah. Yanga mechi gani unayoisubiri? Unayosuba mechi ambayo naisubiri ni Yanga na hapa. Yes, Yanga na yes apa yes kwa sababu Yanga ili waende lile kundi ya kwanza inabidi washinde mechi zao za nyumbani kuhakikisha wanakusanya maximum points. Yaani, tisa za nyumbani zisikatike, kwa sababu wale Waarabu kwenda kuwafunga kwao ngumu. Hiyo sema ngumu, lakini pia washa kufungwa na narab, wamesha kufungwa na MC Alger, kwa hiyo kuna ugumu kwa wale ila hapa wachukue alama tisa. Sasa alama tisa hizo katika zile timu Esfa Rabat na waheshimu kweli kweli Young Africans wa wa wa mkazia yule Esfa. Yaani wakimfunga Esfa hapa. Yeah. Mechi ya pili wanaenda kule kule Bukhalifa uh, kunaitwa kule wapi? Algeria. Yeah. Waenda kucheza na na na na, na, na, na JS Kabylie. Uwanja wa Hussein Knight. Wanaenda kucheza kule. Ikiisha hapo inakuwa raundi mbili zimeisha. Tunaenda Afcon. Sababu zinachezwa raundi mbili. Sasa raundi mbili hizo, unaendaje Afkoni? Unaenda una nini? Kwa hiyo Yanga aende Afkoni angalau amepata alama tatu. Kama anaweza kuchukua sita achukue, lakini kakosa kosa tatu. Yani kakosa kosa tatu, maana nne sio kukosa kosa. Nne ni kupata kabisa mm -hmm. Ila amekosa kosa, awe ana tatu tayari, kashazishikia hapa, anaenda Afkoni afu ndo unaondoka Afkoni. Bwana mimi nikushukuru sana, asante sana.